Nico Williams to FC Barcelona. Ebana, leo ni stori za Nico Williams. Katika mitandao ya kijamii zilianza tetesi za Nico Williams kuhitajika katika klabu ya Bayern Munich. Kutoka katika vyanzo vya kuaminika vithibitisha kwamba Bayern Munich wametuma ofa kwa Nico Williams, lakini pia kutoka katika peji maarufu ya michezo Diairo Sport imeweza kuripoti kwamba agent ama wakala wa FC Barcelona ameweza kukutana na Nico Williams na tayari mazungumzo yameanza kwa ajili ya kujiunga na klabu ya FC Barcelona. Mwanahabari maarufu hasa kwenye swala zima la transfer ama usajili, Fabrizio Romano naye amethibitisha hilo kwamba FC Barcelona tayari wamekaa kikao na Nico Williams. Na inasemekana kwamba mtu anayepushi hili swala ni kocha wa FC Barcelona Hansi Flick, swala la kumsajili bwana mdogo Nico Williams. Kupitia katika ukurasa wa Instagram wa upande wa Insta story wa Lamine Yamal, ambaye ni teammate wake katika timu ya taifa ya Spain, ameweza kushare picha hii katika Insta story yake baada ya story nyingi za Nico Williams kwamba yuko katika mazungumzo na klabu ya FC Barcelona na hivi karibuni anaweza kujiunga na FC Barcelona. Eh, bana, unaonaje huu sajili ukitiki wa Nico Williams kwenda FC Barcelona? Unaupa asilimia ngapi katika mia moja? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni super trophy ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Yes, leo klabu ya Real Madrid imeweza kumkaribisha rasmi beki mwenye Tarenti, Trent, Arnold, Alexandra eh, katika klabu hiyo na ameweza kukabidhiwa jezi yake nambali kumi na mbili Trent Arnold alivyokuwa Liverpool, alikuwa akivaa jersey nambari 66 lakini pia mgongoni alikuwa akiandika jina lote la Alexandra Arnold, lakini this time around akiwa Real Madrid atakuwa akitumia jina la Trent peke yake na nambari kumi na mbili mgongoni, jersey ambayo amewahi kuvaa legend wa klabu ya Real Madrid Marcelo eh, left back wa kuaminika kweli kweli, left back mwenye kipaji Marcelo Vieira da Silva aliwahi kuibrasi hiyo jersey nambari kumi na mbili. Basi inaonekana ni jersey yenye baraka nyingi kwelikweli. That's why Arnold Alexandra Trent ameweza kuichukua pale katika klabu ya Real Madrid. Moja ya kitu ambacho kimewastua watu wengi, hata mimi nimestuka kuona Trent Alexandra Arnold anaweza kuongea vizuri kabisa lugha ya Kihispania. Spanish language iko vizuri imenyoka kwelikweli kwa Trent Arnold. Watu wengi wamebaki na mshangao mkubwa, huyu mwingereza alijifunza lini Kispanish eh? Nini alijifunza nini lugha ya Kispania? Eh bana, mwamba anakinyosha vizuri kwelikweli. Hebu sikiliza hii video hapo. Eh, ndio utaelewa ni kwa namna gani Trent Alexander Arnold alijiandaa kwelikweli. He was dreaming about La Liga. Eh? alikuwa akiota sana La Liga. That's why

Unajua, Lamine Yamal amekuwa na utaratibu karibu kila baada ya mechi huwa anaposti posti kupitia mitandao yake ya kijamii hasa upande wa Instagram. Sasa baada ya kupoteza fainali ya UEFA Nations League mbele ya Portugal, Lamine Yamal mal hakuweza kuposti chochote. Watu wengi walikuwa wakisubiri kwa hamu ataposti nini bwana mdogo, lakini hakuweza kuposti posti yoyote. Leo ndio ameposti posti katika ukurasa wake rasmi wa Instagram posti ina dakika ishirini na tano hapa mpaka sasa napoisoma hapa, ina komenti elfu ishirini na mia tisa eh, komenti elfu ishirini na mia tisa katika ukurasa wake wa Instagram. Ameposti posti hii ambayo ameweza kuiambatanisha na wimbo wa Drake. Do not Disturb DND. Eh, msimsumbue ndugu zanguni, ameposti hapa, alikuwa na kula vyakula fulani hivi eh, vinywaji vya gharama Zipo picha na video kumi na saba katika hii posti. Kuna hii hapa alikuwa anakula, kuna hii kama anaenda kupanda private jet eh, kuna posti nyingi nyingi kweli ameziambatanisha katika hii posti yake, inaonekana you know, alikuwa katika vacation na anapoza maumivu machungu ya kupoteza finali. Sasa huenda ni moja ya posti ambayo katika hii wiki itakuwa moja ya trending post, posti ambayo itakuwa na komenti nyingi zaidi katika ukurasa wa Instagram. Inaonekana watu wengi sana alikuwa akisubiri posti ya Lamine Yamal kwa hamu kubwa kweli kweli. Post yenyewe katika caption, hajaamua kuweka mambo mengi, ameweka Adidas football then BGR. Ngoja nijaribu kukusomea baadhi ya comment hapa katika comment section eh, kuna huyu jamaa anaitwa Chris Favors, huyu anajiita rais wa FC Barcelona Tanzania, amecomment Rayan akaweka na, na vicheko hapa kuna mwamba wakaweka picha ya Cristiano Ronaldo, kuna mwamba akaweka picha ya Nuno Mendes, mwingine Nuno Mendes, mwingine CR7, mwingine CR7, mwingine Nuno Mendes. Nilichogundua watu wengi waliosubiri posti ya Lamine Yamal hata sio mashabiki wa Lamine Yamal ama FC Barcelona ama Spain, ni mashabiki wa klabu zingine huku ambazo wamewahi kuzipika, kwa sababu <laughs> ukipitapita katika hii posti ukiangalia komenti nyingi, walio komenti hapa ni haters wa Lamin Yamal. Eh, mashabiki wa FC Barcelona sio wengi sana ambao wameweza kukomenti katika hii post, so inaonekana niko jinsi gani watu wengi wanamfatilia bwana mdogo huyu Lamine Yamal, ngoja ni refresh hapa uweze kuona niko live, ngoja ni refresh hapa uone comment zinavyoongezeka kila sekunde. E, tulikuwa tunaisoma elfu ishirini, umeona? Sasa hivi tulikuwa tunaisoma elfu ishirini, sasa hivi ishafika elfu ishirini na ngapi? Comment ya elfu ishirini na tatu tayari. Halo, sio poa. Watu wengi sana walikuwa wanaisubiri kwa hamu kwelikweli hii post ya bwana mdogo Lamine Yamal. Eh bwana, hapa ni super trove ya Dino Television, naitwa mimi naitwa Dennis Dino Mineta. Kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo, fanya kutufollow ili wa kuanza kupata update kupata update stories zote za kimichezo.